Maisha yake cha kwanza kama kinakidhi haja ya kuendelea uhai na uzima, lakini kingine angalia <tipos> kwa maana, ndani yake kama yale kutia uzima kwa oksijeni kama unatosheleza kuendelea kupatia uzima huyo mwanadamu anayekuwa amepata mazira ya aina hiyo. Lakini tukiangalia damu, unasema zaidi ya asilimia sabini na tano ya damu ni maji. Tukiangalia maji yenyewe ambayo yanaanatakutwa ili kumuhudumia huyo mgonjwa, asilimia mia moja ndo yenyewe maji tunayo yaongea. Lakini tukiangalia oksijeni vile vile oksijeni haipatikani bila kuwepo wanasema wa maji eh? Ile compound ya maji huwa H2O. H2O. H2O. Lakini ndani ya H2O una ile oksijeni. Kwa hiyo bila kuwa na H2O oksijeni vilevile hauipati. Kwa hiyo maji ni kitu ambacho ni muhimu sana na ni zawadi ya pekee ya Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia, ili kuhakikisha kwamba hii zawadi inaimbilisha maisha yetu, na ndiyo maana hata wanasayansi tunaosikia wana, wanaenda huko sayari ya Mars, cha kwanza wanachojaribu kukitafuta ni kuangalia uwezekano wa kuwepo na na maji kwenye hiyo sayari ili baadaye waweze kuona kama viumbe hai viliwahi kuwepo kule, au waweze kuona kama hiyo sayari ina uwezekano wa kuweza kuimilisha maisha ya viumbe hai vingine kwenye siku zijazo. Kwa hiyo tunasema maji ni uhai, maji ni uzima, maji ni usalama wa nchi, maji ni siasa maji ni ustaarabu, maji ni uchumi wa watu. Sasa ukishakuwa na huduma ya aina hiyo, bidhaa ya aina hiyo, ni lazima kivyovyote vile, binadamu wote, taasisi zote za kitaifa na za kidunia, ni lazima kuwasha kwamba tunayaenzi haya maji. Na ni kutokana na umuhimu huo, baraza wa Mataifa liliamua kwa pamoja, wanachama wote wa Umoja wa Mataifa waliamua kwamba kutokana na huu muhimu mkubwa wa maji, basi dunia iwe na siku moja ya kuenzi bidhaa ya maji, kwa sababu kwa kufanya hivyo dunia itakuwa inaenzi maisha, itakuwa inaenzi uzima wa watu na viumbe itakuwa inaenzi maendeleo ya dunia, itakuwa inaenzi usalama wa dunia, itakuwa inaenzi e, uchumi wa dunia kwa ujumla. Na wakasema kwamba nchi wanachama, kila mwaka tuwe tunakuja na kauli mbiu ambayo itakuwa inatuongoza kwa mwaka huo tunapofanya shughuli mbalimbali za kuenzi bidhaa na zawadi ya maji.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 na ndio maana ya siku zote tunasema ni lazima tuhakikishe kwamba vyanzo vyetu vya maji tunavilinda na kuvitunza, ili vihakikishe kwamba vinaendelea kutunza zawadi hii kuu ya Mwenyezi Mungu, na hatimaye sisi viumbe wake tuendelee kuyapata yakiwa safi, yakiwa salama, lakini pia yakiwa tosha. Sasa kwa mwaka huu 2025 shin, tunaenda tukiongozwa na hiyo kauli kufanya shughuli mbalimbali zinazolenga kufanya tathmini ya mambo gani ambayo tumeweza kufanikiwa kwa mwaka huu, lakini mambo yapi ambayo bado ni changamoto katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza dhamana tulionayo ya kuhudumia wananchi wetu kwa maana ya kuwapatia maji safi na salama, lakini maji ambayo ni tosherefu. Kupitia wiki hii tunaenda kutoa elimu kwa wananchi na wadau wetu, ili waweze kutambua umuhimu huu wa maji, lakini pia waweze kuhakikisha kwamba haya maji wanayalinda kwa kulinda na kutunza vyanzo vya maji na kuhakikisha kwamba miundombinu ambayo inatoa huduma hii kwa wananchi na jamii kwa ujumla vile vile, na yenyewe inaendelea kulindwa. Lakini kupitia elimu hii kwa umma tutatoa mafanikio ambayo mamlaka yetu ya maji safi na usafi wa mazingira ya Mbeya imeweza kuyapata kwa mwaka 2025 lakini pia tutapata fursa ya kufungua miradi mbalimbali mbali ambayo tumeweza kuitekeleza huko nyuma, ambayo imekamilika na ambayo imeanza kutoa huduma samba... na hilo tutatoa ofa kwa wananchi wetu, wateja wetu, wale ambao wana madeni makubwa na yamekuwa mzigo kwao, kuja hapa kulipia nusu ya madeni hayo, na sisi kama mamlaka ataweza kuwarudishia huduma bila kuwatoza ile tozo ya kurejesha huduma. Kwa hiyo tuwaombe, wana habari, hizi ni habari njema, tuzifikishe kwenye jamii yetu ili waweze kuchangamkia fursa hii ambayo tutakuwa nayo katika kipindi hiki. Lakini vile vile, kupitia wiki ya maji, tumeona tutenge muda wa kuwatembeza nyinyi wanahabari, ili muweze kujionea shughuli ambazo tunazifanya ambazo zinalenga kuboresha huduma ya maji kwa wananchi. Tunalifanya hii ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya maji, lakini tunalifanya kama sehemu ya makubaliano tuliyoyafanya kwenye kikao cha pamoja, ambapo ninyi kama wadau muhimu wa huduma ya maji mlituelekeza kwamba ni vizuri sisi ambao pia tuna nafasi ya pekee ya kuweza kuwasiliana na wananchi na jamii, basi tukapata fursa ya kuweza kutembelea baadhi ya maeneo yenu ya kazi, tukajua mafanikio mlionayo, tukajua changamoto zilizopo ili kwa pamoja tukashirikiana kuhakikisha kwamba tunahabarisha huma ili kila mwanaume aweze kuchukua fursa yake na nafasi yake, kwa maana ya kutekeleza wajibu wake wa kuhakikisha kwamba huduma za maji safi na usafi wa mazingira zinazidi kuhimilishwa, lakini zinalindwa kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo nichukue fursa hii kusema ninaezoyenu fanyia kazi Tumewaeleza hapa kwamba tuna vyanzo sasa hivi imefika vyanzo ishirini. Mamlaka ya maji Tanzania hapa yenye vyanzo vingi kama hivyo, tunavyo vyanzo vingi kulingana na mkao wetu pia wa jiji letu, ambavyo vinahudumia watu wetu na me, vimetawanyika kila eneo, na hata kama ungetaka kuvitembelea uweze kuvimaliza kwa siku moja. Kwa hiyo tumeainisha maeneo fulani fulani ambayo mtapata fursa ya kuyatembelea ili yawe ni kiwakilishi kwa ajili ya maeneo mengine, lakini pia kupitia taarifa na semina ambayo mtaipata muda sio mrefu, mtaweza kujua eh, kwa ujumla wake mazingira yetu ya kazi yakoje, na hatimaye ya angalau kupata ile picha kubwa, hata kama mtaweza kwenda kote, lakini mtakuwa mmepata ile picha pana ya namna tunavyofanya kazi na tunavyopambana kwa kushirikiana na Serikali ya awamu ya sita kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma za maji na usafi wa mazingira katika eneo la huduma. Kwa hiyo, naweza nikasema kwa leo, wanahabari, tunataka tuwapeleke kwenye hija hija ya kuwashirikisha pia katika dhamana hii ya kulinda uhai wa watu. Sisi tunasema huduma ya maji safi na usafi wa mazingira ni huduma, pamoja na umuhimu wake kwa wananchi lakini ni huduma ya ibada. Kwa hiyo leo mtapata fursa ya kwenda kwenye hija ya kiibada kwa kwenda kuyaona yale tunayoyafanya, kwenda kuona vyanzo vyetu vya maji, kwa misingi hiyo kwenda kuona chanzo cha maisha ya wananchi ambao tunawahudumia. Lengo na nini, pia muwe sehemu ya dhamana hii. Muwe ni sehemu ya kukuza na kuenzi na kulinda kwa gharama yoyote, kwa kutumia kalamu zenu, ili huduma hii ya maji safi na usafi wa mazingira iendelee kuwepo, lakini pia miundombinu ya maji ambayo inahudumia wananchi iendelee kulindwa na hatimaye huduma ya maji safi na usafi wa mazingira iweze kuwa endelevu. Kwa hiyo niwaombe sana tutakapoenda huko, tutakapowapeleka huko saiti, lakini na haya ambayo mtayajua kupitia semina hii ambayo inaenda kutolewa, muyachukue kwa, kwa moyo wa ibada, muyachukue kwa moyo wa uwajibikaji, ili hatimaye sisi wote hapa kama jamii maalum na mahususi ambayo ina nafasi ya pekee katika jamii tuweze kuwa ni sehemu yake, tufike mahali ukisikia jambo ambalo linaongelewa juu ya huduma ya maji safi na usafi wa mazingira hususan inayotolewa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya, ujisikie kwamba na wewe ni sehemu yake. Basi ni waombe wa nafasi mlionayo, wanahabari, mnayo nafasi kubwa katika jamii.